kwenye lebo ya WCB. Habari yako? Ewa salam mzee Gabi, kwema. Kwema kabisa. Kwanza pole kwa msiba. Asante sana, asante sana. Wewe ni mmoja kati ya vijana ambao umekulia maeneo haya na ukaribu wenu kati ya Meja na wewe na familia ulikuwa karibu sana. Labda taarifa ya msiba, jinsi ambavyo ulipata na vile ambavyo ulikuwa ukimfahamu marehemu mama yake Meja. Ah, uh, bwana kwanza niseme mimi na Meja tuna ukaribu mkubwa. Meja, mimi ni bradha yangu, nahisi Gabi ni mwenyeji huko, naelewa lifestyle zetu. Meja ni brada wangu, mama yake Meja mimi ni mama wangu mkubwa. Kwa hiyo nilipokea taarifa jana saa kumi na moja kwa sababu mama alikuwa kaja nyumbani kule likizo ya mtoto. Kwa alikuwa akamleta, akaja kucheza na mjukuu wake, akaniamsha saa kumi na moja akaniambia kuna msiba wa, wa mama yake Meja akafariki. Nikampigia Meja akanihakikishia jana ile ile, pia nikaja kuripoti kuhakikisha tunaeka vitu sawa. By the way, leo pia niko hapa kwa ajili ya mazishi, lakini taarifa ambayo actual tu taarifa ya msiba sio taarifa ambayo inampendeza mtu, ni taarifa tu ambayo itakuwa inatia huzuni na kwa kila mmoja, na sisi wote ambao tuko hapa, ni swala ambalo limetugusa. Ndio maana tuko hapa, ndio maana tuko hapa, hapa, kwa sababu Meja tumeishi naye vizuri. Ndio maana watu ni wengi, achezi boti kibao. Kwa hiyo ni shoti, ni swala ambayo linauma, haizoeleki. Unajua, kumpoteza mama au mzazi, da Shukuru Mwenyezi Mungu, wazangu, watu wawili wapo. Namshukuru sana Mungu, lakini kumpoteza mzazi sio poa. Yaani, sio kitu poa. ni kitu gani ambacho unakikumbuka enzi za uhai wa mama yake Meja ambacho labda ulikuwa ukija hapa nyumbani unakifurahia, na ameacha kama alama kwako, kama kijana wa maeneo haya. mama yake Meja mimi nikaanza kunilea mdogo na kuwa mpaka sasa hivi, kuna stage nimefikia, kaifika mahala. mama yake Meja mimi wanazungumza naye mara kwa mara Uh, kwa sababu waga ni karibu sana, mamangu ni mashoga. Hata mimi picha zake nyingi za kumpost alinitumia. Mama ni mashoga sana, ni marafiki. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza naye napokuwa naongea na mama, na mamangu kwa kila siku lazima niongee naye. Kwa hiyo ninapopata nafasi ya kuongea na mama lazima nimpate. Hii tu imetokea kwa sababu alikuwa yuko mkoani, ndio maana hata taarifa na hizo mama zilimwangoni watu wa kwanza zilizowafikia wao, sisi zilifikia mapema sana kwa sababu nimeishi naye kwa wema, kwa upendo. Yani short tu nitakumbuka all moment ambazo nimeishi naye, tukoe kukoseana, tukoe kuishi naye kwa ubaya. Mungu tu amlaze mahali pema peponi, ampe nguvu Meja, amtie subira, sio swala la kuzoeleka, kifupi, pole sana sana sana. Na kuna wakati hii hii unaweza ukalijibua ukaacha kuna wakati utakuwa unasema, Meja pamoja na na D Voice ya waelewani kabisa, kulikuwa na ukeli wawote kwamba ulikuwa mlabifu na D Voice, mimi Meja, hapana, Meja, mimi naongea naye kila siku, Meja namuheshimu kama brother. Unajua kwa bahati nzuri mimi na brother abradha nadumu nao kwa sababu ball miss ball. Yaani mimi wanapokaa mabrada mimi sikai, kwani agharabu sana kuona, labda hicho kuna maneno yametoka sehemu fulani, ameenda sehemu fulani, au labda kuna tuseme, labda Sudi nimemchukulia demu nini, yani vitu ambavyo vinahusiana na vyovyote, si kugombana, hatushirikiani hata hivyo. Ninavyoongea na nyimbo tatu na Meja tunachagua tu wimbo wa kutoa, tulifanya wa kwanza, management ikasema turudie. Kwa hiyo na nyimbo tatu na Meja i think so. Kwa hiyo mimi Meja niko naye sawa kabisa, sawa tachana mambo ya kibizness. Unajua unavyokuwa kidogo mko kwa marufu, chochote watu wanaongea lolote, mtu anaongea, anaongea kwa sababu kila mtu kaamka na mudi yake, kila mtu kaamka alivyoamka yeye. Kuna wengine wameamka vizuri, kuna wengine wameamka vibaya, kuna wengine wameamka na furaha, wengine na huzuni. Kwa hiyo yote anasema ambacho anachojisikia na kwa watu ambao na wini, sipendigi sana kusikiza negative comment za, za, za, za, mtandaoni kwa sababu sometimes zinakutoa kwenye focus. Kuna mwingine anaweza katoa tu nyimbo akasema nyimbo mbaya, hata hajaisikiza, ukimwambia umeisikiza, hajaisikiza. Kuna mwingine anasema tu sijui hajapendezani. Kila mtu anasema yeye anachoamua kukisema, kutokana kwamba na yeye anavyoona. Kwa kusala mi na Meja ni maneno tu, ambapo kila mtu anaamua kusema, ila mimi Meja niko naye sawa kabisa. Mi sio Meja tu, mi sinaga bato na mtu yoyote. Mimi sinaga bato, sibifu na mtu mimi naishigi tu maisha yangu chau. Kila mtu anapata riziki zake kivyake, kila mtu ana focus na mambo yake. Kwa hiyo mimi sio Meja tu, sina bifu na yoyote. Mara mwisho zani tulionana kwenye iftari ya, ya yeah, Wasafi. No, sopa Mtokwaidi, mtokwaidi mimi nilikuja kwenye iftari na siku hiyo ulikuwa umeingia pale na Rushaina na watu wakasema inawezekana bana eh, D ndio anakwenda kuoa na vitu kama hivyo. Kuna ukweli wote kwamba kuna ndoa inakuja kati yako na Rushaina? Ah, mimi bado kijana mdogo sana, ikifika swala ndoa pengele, lakini by the way inshallah ni jambo la heri kama watu wameona hivyo na no, wameomba hivyo. Nitajichanga changa nitajichanga changa kijana wao nitajikaza. Unajua, swala kuoa sio swala la, la la kidogo kidogo, lazima uhakikishe umejipanga, uh, umejiandaa, una fedha, unajua unapenda kuishi naye mtu unapenda kumweka. So, by the way ni, ni swala ambalo la nateki muda mrefu sana kuhakikisha umelikamilisha, sio swala kulupuka tu. Kwa hiyo kama ni doa njema kwa watu that is very nice, but kwa mimi actually sikujipanga bado. Kwa neno lako kwa meja kwa kipindi hiki kigumu ambacho napitia Up, pole sana Meja, sisi kama mashabiki wa kila msanii aliyokuepo hapa wa Tanzania, kwa ujumla tushirikiane kumpa pole Meja kwa sababu sio swala ambalo linampendeza mtu yoyote, na hisi kwa wengine ambao wamebahatika pia au kwa bahati mbaya wamepoteza wazazi wao, na hisi wanajua uchungu wa kupoteza mzazi. Kwa hiyo tuungane naye, tuwe naye karibu, tuhakikishe tunampa pole Meja ili mradi awe katika japo kwa pole zetu, kama zitamrudisha mama yake, ila tu zitamweka katika mfariji kumpa furaha kidogo kumpa matumaini mpaka kipindi ambacho atakapokuwa sawa. Mungu amjalie tumejakunta sisi na Mwenyezi Mungu na kwake Mungu tutarejea, tumeumbwa kwa udongo, tutarudi kwa udongo. Tumwombee uh, dua mama yake Meja Kunta. Yeye katangulia, sisi wengine tutafuata. Sasa napambana hapa tunavyoweza kuhakisha tunafika hapo sasa hivi. Tuache maswala ya kushuti kwa na amani, msiba ni kesho kwa mnaweza mkaendelea kesho tukoja kumpumzisha kwa pamoja. Kwa hiyo baada hapo, uh, leo asubuhi tukajikita tukaweza kufika hapa, so ni swala tulipata jana na tukawasiliana na kina Waso wakaweza kutusibitisha kwenye hilo. But, tumefika, tumefika toka asubuhi, nafikiri Meja bado ipo msikitini, bado tujapata nafasi ya kuonana na siwezi nikaongea uongo, labda nimekuwa kwenye hali gani. So nitakapomuona, ila naamini pia Meja ni, ni, ni mtu imara sana, sidhani kama anaweza akawa tofauti na vile navyomwaminia ni swala kubwa kwake na mimi ila na mimi Mwenyezi Mungu atampitisha. Wewe ni kijana ambaye umejitafuta ukajipata ukiwa Temeke na ulikuwa kutembea mara nyingi e, maeneo haya, labda ushai kubahatika kukutana na e, aliyekuwa mama yake Meja Kunta kabla ya kifo chake hiki, na kama ulikutana naye alikuwa ni mama wa namna gani? Okay, ni muongo, sisi Meja ni mmoja msanii ambaye tumeishia naye historia kubwa sana tuna nyimbo zaidi ya moja ambazo na zote tumefanya vizuri. Kwa hiyo asilimia kubwa sana ya moment ambazo tukiwa pamoja mama yake kupiga simu uh, kuwasilia naye ni kawaida. Mtu ambaye nimeweza kuonana naye ile fiziko ni baba yake mzazi, mama yake ni ngumu sana, ilikuwa li, ni ngumu kuonana naye. But sio swala, ni mzazi ambaye alikuwa ana, ana, ana nini moment zote za Meja au sio? Naamini uh, naamini na, na, na, na na, na hata kama hukuwahi kuonana ki fiziko ki, ki, ki, ila kiroho ki tumeonana, ila sikuwahi kuonana naye kwa live. Babake, sawa. Na babake ni mtu wa namna gani? Jembe una maana gani? Nakumbuka moment moja, kuna, kuna, tukao tuna show na Meja, kuna show tukafanya, kuna, kuna babake kwa meneja yake kwa tulikutana nyumbani kwake pale, kuna kazi alikuwa anafanya